Katika afya na maisha leo tunaangazia zaidi tunda aina ya tango, kwa sababu tango ni tunda ambalo ni nzuri, ni tunda ambalo linopatia mwili wako afya, lakini bado ni tunda hili ambalo lina uwezo wa kutibu maradhi mbalimbali ndani ya mwili wa mwanadamu. Tunda hili la tango linafahamika kwa asilimia kubwa sana na wengi wao ama baadhi ya watu wanaifahamu kama kiburudisho tu kama jinsi zilivyo matunda mengine, lakini tunda hili limejawa siri kubwa ambayo Mungu ameweza kuitunuku na kulijalia uwezo wa kutibu maradhi mbalimbali ndani mbali ya mwili wa mwanadamu. Tango lina uwezo wa kutibu maradhi mbalimbali ndani ya mwili wa mwanadamu kikubwa kabisa. Ungana mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama nilivyokuambia kwamba tango lina uwezo wa kutibu maradhi mbalimbali ndani ya mwili wa mwanadamu. Unaweza ukatengeneza juisi yake ama ukaosha safi. Baada ya kumaliza kuliosha, unaanza kutafuna bila kulipika. Osha vizuri kwa maji safi na salama, kisha tafuna na maganda yake. Ukitoa maganda siyo mbaya, lakini tambua kwamba tango vitamini nyingi zipo katika maganda. Tango lina uwezo wa kutibu saratani, vidonde vya tumbo, majipu na magonjwa ya ngozi. Kwa wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya ngozi, tumia kipande cha tango kwa kusugua sehemu ambayo ina tatizo ama sehemu ambayo imeweza kuathirika na tatizo. Lakini pia tango uweza kutumika kuleta uzuri wa ngozi ama kulembesha ngozi ama uso. Cha kufanya ili uweze kulembesha ngozi ama kulembesha uso wako, chukua kipande cha tango ukiwa umekwisha kukiosha vizuri, yaani kukisafisha vizuri kwa maji safi na salama, kisha sugua usoni ama tumia juisi yake kuoshea uso Utaweza kuona matokeo yake baada ya masaa ishirini na nne ama baada ya siku moja. Pia tango linaondoa uric acid mwilini unapokuwa unalia, na ndio maana unashauriwa, unapoona mtu anaweza kulia au unapoona mtu analia, mwache alie, ili sumu yake yote iweze kutoka na maumivu alio nayo ndani ya mwili yaweze kutoweka. Tango lina uwezo wa kusafisha utumbo mwembamba na kutibu tumbo pia. Kwa hiyo bado tunazidi kuona tango jinsi gani lilivyo na faida kubwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Endapo mtu kama atakuwa na zarau tango na kuliona kama ni kiburudisho, elewa kwamba kuna vitu muhimu kabisa unavyovikosa ambavyo vinapatikana ndani ya tango. Pia tango lina uwezo wa kuondoa sumu za vidonge mwilini na kuzuia magonjwa ya ini, figo, pamoja na magonjwa ya koo, lakini na magonjwa mengine ambayo yanafanana ama yanaambatana na hayo yote. Hayo yako ndani ya uwezo wa tango wa kuweza kutibia ama kuondosha matatizo ama maradhi hayo. Juisi ya tango ina uwezo wa kusaidia mwili kufanya kazi yake vizuri inapokuwa inatumiwa kwa kunywa. Ieleweke kwamba vitamini na madini mengi yapo kwenye ngozi ama maganda ya tango. Kwa hiyo unapotumia usitoe maganda, ingawa baadhi ya matango maganda yake huwa ni machungu kidogo hivi, lakini ukisha liosha, hakikisha unakula na maganda yake. Ukila na maganda ndipo hufaa zaidi. Zingatia, Usile tango kwa kutumia chumvi, kwani unapokula kwa kutumia chumvi unaliua nguvu, lakini bado unaweza kujisababishia matatizo mengine ya kiafya ndani ya mwili wako, ambapo huwezi kuyaona kiurahisi, huja kutokea kwa baadaye na bila kujua chanzo cha tatizo ambalo umeweza kusababisha kwa kula tango kwa kutumia chumvi. Kuna baadhi ya watu ambao mikono yao tayari imekwisha kupata madhara ama michubuko. E, wengine katika ngozi zao wana vidonda ama majeraha ambayo wamejaribu kutibia, lakini imeshindikana. Sasa hapa unaweza ukatumia tango kutibia, na ili uweze kutibia kwa kutumia tango, basi chukua juisi ya tango uweze kuoshia mikono ambayo imechubuka ama mikono iliyoweza kukakamaa e, ama mwili uliochubuka ama kukakamaa. Weka maji ya tango katika beseni na kisha uweze kuosha sehemu hili ambayo ina matatizo, na kama ni mwili wote uweze kuosha ama kusafisha mwili mzima ili uweze kuwa sawa kabisa. Ieleweke kwamba matumizi yake kama chakula hupunguza sumu mwilini na sumu za madawa pia. Elewa kwamba tango lina uwezo wa kuondoa ama kutibu chunusi majipu, michubuko na upele mwilini, lakini na magonjwa yanayofanana na hayo. Tango lina uwezo pia wa kuondoa ama kutibu baridi ya bisi, kuvimba miguu, na pia inaondoa uric acid na kusaidia tumbo ama mambo mengine ya kiafya. Hivyo tunda hili la tango ni muhimu katika afya ya mwanadamu. Angalau kila mwezi hakikisha unaweza kupata matango mawili mpaka matatu, yani unaweza kula matango mawili hadi matatu. Hiyo itakusaidia sana kuondokana na matatizo mbalimbali ya kiafya. Si maradhi hayo tu niliyoyataja, eh, katika makala hii, lakini tango ina uwezo wa kutibu maradhi mengi. Hayo ni baadhi ya maradhi ambayo nimekutajia kwamba tango linaweza kuyatibu kwa kwa haraka na kwa wepesi kabisa kwa njia moja tu ya kunywa juisi yake ama kula tunda lake. Lakini kama ni juu ya ngozi, una uwezo ukala tunda na juisi yake pia ukanywa na kuosha, ama ukachukua tango ukasugua sehemu ile yenye matatizo iliyoasirika, ama maji yake kusafishia sehemu ya tatizo, ama sehemu ile iliyoweza kuasirika. Nakisha utarejea kawaida kabisa na ngozi yako itakuwa safi na mvuto. Akina dada na watu wengine ama baadhi ya watu ambao wanahitaji kulembesha uso ama kuzifanya ngozi zao kuwa nzuri na kuwa na mvuto na mng'ao wake asilia, basi watumie tango. Tango ni tiba nzuri kwa ngozi eh, inatibu magonjwa ya ngozi, lakini inafanya ngozi yako iwe na mwonekano mzuri, iwe na mvuto mzuri eh, iwe katika hali yake ya ubora, lakini pia Kusi. Kama ndio mara yako ya kwanza kutazama chaneli hii hakikisha una subscribe kisha unaruhusu alama kengele ili kila wakati taarifa zetu uweze kuzipata kwa urahisi zaidi. Mwandaaji wa makala hii na msomaji wa makala hii ni mimi, ni Kasusi Mwanga. Usikose kutufuatia katika vipindi vyetu vijavyo.